<laughs> Umenifurahisha sana, nimekutuma kazi umefanya vizuri, ila umenikera jambo moja tu. Ukummeza umemwacha akaenda. Unaweza ukaenda, ila siku nyingine nikikupa kazi, unatakiwa ifanikishe. Potea. Pale wewe mwenye kiti utanieleza. Oya. Jo jo jo. Oya. Hata vipi? Naona kuna mapanga. Mimi nakumaidi kichizi mshikaji wangu. Watu wanahangaika kwenye chikijiji wewe upo tu hapa umekalisha makalio yako. Kwanza sogea. Kwani kuna nini kijana? Naona unakuja na, na mbio tuna mapanga unanipiga sijajua kuna kitu gani. Hebu nieleze kuna kitu gani? Oya, omboi, kuna kitu gani? Kwa mpaka sasa hivi ujue kinachoendelea kwenye kijiji? Eh? Sogea hapa. Sogea nikwambie kuna kitu gani? Oe, asikiliza, hizo pigeo unazoniletea sizo na nakuambiaje. Leo jua alizamin nitakuonyesha. Karibu, karibu, karibu. Habari yako hivi? Nzuri bwana. Salama. Karibu kwa kitabu. Haya, asante. Eh, eh. Mwenyekiti, mbona upo hivyo? Umeshikwa na nini? Ah, usinishike, usinishike naumia, umia. Umeshikwa na nini kwani? Kwani, nikae vizuri. Kijo kinanuumeza kweli kweli, yani. Kijana wangu, nimefikwa na makubwa. Kichwa kinanuma sana, kijana wangu.

Hayaishi ndio anazidi kuongezeka. Kwanza kwa ugeme wangu, taniambia chokutokea nini? Kwanza jamani, kufanya nini huko? Mume wangu tena, kinaniuma vibaya sana yaliyonifika ni makubwa. Juzi nimeenda kule katika minazi yangu nimeenda kuzunguruka mwenye kuangalia hali ya mazingira yote ilivyo, lakini nikachoka, nikakaa kitako sehemu, nikafikiria mambo yaliyopo katika kijiji changu. Nikakaa kitako na kufikiria, mara ya ghafla nili tokezewa kupigwa na kitu kizito sana, ndo sikujua mpaka nikazinduka niko hospitali. Da, pole sana mwenyekiti, lakini vipi, aliyekupiga namjua? Maana haiwezekani mwenyekiti upigwe alafu sisi vijana wako tukaa kimya. Ah, kijana wangu simjui aliye nipiga mpaka sasa mwenyekiti. hmm? bado yashtuka tu huyo atakuwa Jemsi. Kijana wangu umenifumbua macho, inawezekana ikawa ni kweli, manake mimi na James tulikuja tukakosana, tuka kwa maneno tu na akaniambia atanifanya, atajua cha kunifanya. Naweza kuamini na ikaja akilini. Basi ndio hivyo, mimi naondoka, lakini ili swala usilikalie kimya. Basi sawa, nashukuru kwa kuja kunitembelea. Yani hii hali bado tuna bado naumia kwa, yaani naumia vibaya, yani naumia sasa. James ameyakanyaga, nitamuonyesha tu kama na mimi ndio mwenyekiti. No, mke wangu nilikuwa katika miangeko yangu nikakutana na mauzauza huko, kwa hiyo wakati nakimbia, nikakutana na watu nisiwajua, wakaniteka na wameamua kunipiga na wamenumiza, hivi walivyonumiza, sipo tatizo nini? Mke wangu nilikuwa katika mwangeko yangu, nikakutana baada ya kukimbia ndio nilikutana na watu ambao siwajui, ndio akaamua kunipiga na kunitega, ndio akanuniza hivi. Huyu nahisi itakuwa ni mwenyekiti, baada ya kukosana kuhusu shamba, ndio kaamua kunitumia watu. Ah, hivi huyu mwenyekiti kwanza anatafutia nini? Tanama sana kwenye uko wetu. Huyu kutakuwa na jambo analoitaka kwetu. We subiri, ntakutana naye kitu ntachomuonyesha. Mme wangu, usije ukaingilia ugomvi wangu na mwenyekiti. Mke wangu, achena naye mwenyekiti. Magali, nimerudi mzima, niko salama. Basi ni jambo la kumshukuru Mungu. Sawa, huyo ameshazoea, tukimwachia hivi atakuja kutuumiza zaidi ya hapo. Huyo wakumfundisha adabu. Mme wangu, yena alivyokupiga hivi, ana tauluma

Ehe <laughs> James. Afadhali nimekuona. Yaani kwa ulichomfanya mwenyekiti. Wewe ndio noma sana. Mwenyekiti? Na mwenyekiti nimemfanya nini mimi? Mbona siku zote mimi sijaona na mwenyekiti? Siku ile tumekutana kule, ukaniambia namfuata mwenyekiti. Na nikaenda kwa mwenyekiti nimemkuta na mabembeji kibao, akasema kagongo na treni. Kumbe wewe James. Siku ile kweli nilikuwaga naenda kuonana na mwenyekiti. Lakini sikufanikisha kumkuta. Umeona? Na siku zote hizo sijaonana naye kabisa. Sasa wewe inakuwaje unaniambia mwenyekiti siku nimemfanyaje? Sikuelewi. Unajua, mimi nimefuata ushahidi E, bwana Beka, nimekuita hapa kuja kweli kukueleza mambo niliyokuwa nimeletewa nyumbani kwangu, na ukitizama wewe ni mtu mzima kama mimi. Nimeletewa taarifa kwamba wewe unapiga mwanamke. Kwanza ilo kweli au sio kweli? Kiukweli mwenyekiti, ni kweli hayo mambo nayonambia, kama mimi naishi na mtu na sijamuoa wala sijafuata sheria yoyote ile. Lakini nikaribia tu nitamua huyo mtu sasa, sidhani kama kuna kipengele chochote kile kinachonizuia mimi nisiweze kuishi naye. Wewe umeeleza kwamba unasema kwamba hakuna tatizo lolote kisheria, hilo ni tatizo, kwa sababu ukisema kama sio tatizo, mfano mmoja akafa humo ndani, wewe utafanya nini? Lakini sio hivyo kabisa. Mimi rafiki yako, hebu ya niambie ukweli. Sasa, ukweli ukweli gani unaotaka wewe Jeff? Mimi nishakwambia ukweli wote kwamba mimi sija, sija mfanya kitu mwenyekiti. Na wala sijafanikisha wala kumuona. Sasa sijajua wewe unataka ukweli upi yani. Sawa, kama nakataa. Ila nimekumbuka. Na ujumbe wako kwa mwenyekiti. Kwa ulichomfanyia ya yani mwenye ka hapa hatokuacha. Hebu acha mambo yako bwana. Yaani kwamba mwenyekiti kaa hapa sijui atanifanya nini, ah. Hizo hizo hizo mbinu zake tu anazijua mwenyewe. Yani kiufupi mimi, hapa kwenye hiki kijiji, mimi siogopi mtu yoyote yoyote mi anisumbue kwenye hiki kijiji. Na kama mwenyekiti anataka anzishe bifu na mie, mimi naliweza, mimi naliweza Fresh. Fresh. Kiukweli mwenyekiti, mambo ulionambia ni kweli, hapo sahihi sana, lakini sizani kama atatokezea mambo hayo, kama atakufa tu ghafla alafu pia ushindwe kunisaidia kwa hiyo. Lakini kiukweli nimekosea sana, hivyo basi naomba samahani. Wewe umeniambia nikusamehe, ila na sharti moja. Sharti gani mwenyekiti? Yule mwanamke wewe achana naye, eh. Kwa nisikilize, kwa achana naye. Kiukweli siwezi na haitowezekana, kwa hapo tu, apo tu mwenyekiti, utanisamehe sana. Mimi narudia kauli hii kusema hii, yule mwanamke achana naye. Uelewi? Basi nenda Hivi eh, eh, ankali mi kwenye hichi kijiji nimemkosea mwenyekiti nini? Maana kila kukicha mwenyekiti ananiandaa, kila kukicha. Leo nimetoka kukutana na mwanangu Jefo, kaniambia kwamba mwenyekiti ananitafuta, na kwenye hichi kijiji sijamfanya mtu yoyote. Sasa unaweza kuniambia mwenyekiti anatafutia nini mimi? Bwana James, kuna jambo mwenyekiti limkutu. Si jambo gani? Kwani kuna jambo gani mwenyekiti lilomkuta? Na mimi mbona sina taarifa. Kama huna taarifa, ninavyokuona mipango ya Mungu tu nje mkuta, eh, siji katenda nini. Kwa hiyo hiyo taarifa umepata wapi? Taarifa nazisikia tu mtaani mwenyekiti bana alimkutu, kapigwa siji rungu, siji kafanya nini? Messi atambo. Basi. Sasa kama kapigwa, kwa nini ananendama mimi? Na ana uthibitisho gani kwamba mimi ndo nimemfanyia hicho kitu wakati mimi sijamfanya chochote? Basi kama hujapenda chochote, na mtatamgwana na wao mwenyekiti kusije Sasa mimi ni mashamba umeyaona, na ndio mashamba nilibakiwa nayo sasa. Basi hongera kwa kijana kama wewe, kuwa na mashamba kama hivi ni wachache sana, umeelewa? Kumkuta kijana kama wewe kwa wakati huu ana mashamba kama haya, wachache sana, kwanza kumbi kwa mmoja. Alafu kuna kitu pia nimekumbuka, ah, mwenyekiti amekuja pale nyumbani hmm. na amezungumza mengi sana kuhusiana na mimi na wewe, mahusiano yetu amenambia kama naishi na wewe bila kupata sheria yoyote ili hmm. na labda inawezekana kuna kitu kikanifika nikawasipajua pakukimbilia. Kwa hiyo kitu alichonambia kama niachane, umeamua nini? na wewe baada ya kuambia maneno, na hawezi kunipangilia mahusiano yangu mimi na wewe. Kwa hiyo kitu chote kama kikinifika, takuwa kimenifika mimi na sio mwenyekiti. Hivi mwenyekiti anataka nini? au kwa kuwa mi na wee hatujaoana, ndio maana analeta hizi complain zote. Mi sijamuelewa mpaka sasa hivi, mbona anachanganya kichwa changu ah? Kiukweli sifahamu fahamu mwenyekiti anataka kitu gani kuhusiana na sisi, lakini mineesituwachane nayo tu na tuendelee yani na mapenzi yetu. Sawa, uliza swali. Beka, unanipenda mimi? Ndio habibi, yani nakupenda kutoka moyoni mwangu kabisa, na kama unavyojua mimi ndo sharukani wako na wewe ndo kajoli wangu, sasa wasiwasi wa nini? A, mi naongea, namaanisha niko serious. Kama unanipinda, mi nakupenda bwana. Wewe nani? Eh? Na unataka nini? ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Tulia kwanza. Wewe si ndio mbea wa hichi kijiji sasa, leo nitakuonyesha. Hapana, sio mimi, sinifanye hivyo, sinifanye hivyo, hapana sio mimi, sio mimi, usinifanye hivyo, nisamee, hapana, sirudi. Sirudii sirudii tena mbea. Sinifanye hivyo, sinifanye hivyo, nakuomba hapana, usifanye hivyo hapana ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Hiyo ndiyo adhabu yako ya kwanza na nyingine itafuata.